Baadhi ya shule hapa nchini zinapokumbana na changamoto za miundombinu, inaaminika kuwa hii imechangia matokeo duni kwa wanafunzi wengi na shule kwa ujumla. Shule ya upili ya ABC Konza katika kaunti ya Machakos imeonekana kujitahidi kukabiliana na changamoto za miundombinu kupitia kufanya harambee za kusaidia katika kutekeleza baadhi ya miradi inayotakikana ili kuboresha masomo ya wanafunzi katika shule hiyo. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo, Bi Mary Henry, shule ya ABC Konza imeendelea kukua kutokana na ushirikiano uliopo, huku akiomba serikali, walimu, wazazi pamoja na wanafunzi kuzidi kushirikiana katika kuweka juhudi za pamoja za ujenzi, ili kuchangia ukuaji na matokeo mazuri ya wanafunzi wanaojiunga na shule hiyo kupata maarifa.

Bi Mary Henry alisema kuwa wazazi wanapaswa kujitahidi sana katika kuwasaidia watoto wao kupitia kuwalipia karo, kuwaelekeza na pia kushiriki katika miradi tofauti ya shule, maneno ambayo yaliungwa mkono na mwenyekiti wa halmashauri ya shule hiyo wakili James Maluki. Hata uh, like hivyo, mwalimu mkuu alimpongeza askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr Timothy Nambuki, kwa ukarimu wake na kujitolea katika kusaidia ukuaji wa shule hiyo pamoja na halmashauri ya ABC Konza na umma kushukuru ofisi kubwa ya kanisa la ABC ambaye ni ofisi ya aribisho reverend Timothy Naboki, ambaye ni parusa yake, tuko mahali hapa atuke kuwa na uwezo wote wa kujumuika mahali hapa. Bila ruhusa ya na sasa kushukuru, uh, the BOM chairman Bwana Maluku. Shule ya ABC Konza ni moja kati ya shule zinazofadhiliwa na kanisa la Africa Brotherhood baada ya kuanzishwa mnamo mwaka 2005. Karo Christopher